Jeshi la polisi limeendelea kuimarisha usalama ikiwa leo ni siku ya maadhimisho ya uhuru wa Tanganyika. Watanzania wanapoketi majumbani siku ya leo ni tafakari kama siku ya muhimu e, katika maamuzi yaliyochukuliwa na viongozi e, mwasisi wa taifa hili Mwalimu Julius si Kambarage Nyerere ambaye aliongoza e, harakati za kudai uhuru dhidi ya Mwingereza. Wakati wananchi wakiendelea kushangilia na kufurahia uhuru wao ikiwa e, ni miaka tangu Tanzania iwe huru kutoka katika mikono ya wakoloni hii leo pia ni siku ambayo ilitangazwa kufanyika kwa maandamano ya amani katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania. Maandamano haya yanakuja ikiwa ni majuma kadhaa tangu tukio la Oktoba 29, tukio ambalo kwa kiasi kikubwa halitoweza kusaulika katika masikio ya Watanzania walio wengi pamoja na jumuiya za kimataifa. Tukio ambalo liliendana sambamba na uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29. Waandamanaji waliingia barabarani kudai haki zao kufuatia madai mbali mbalimbali ikiwemo uchaguzi kutokuwa huru, madai ya ukiukwaji wa misingi ya haki za binadamu, uhuru wa kujieleza, pamoja na watu kutekwa na matukio kadhaa ambayo yamekuwa kikinzana hasa na demokrasia. Kuingia barabarani katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 kulizalisha tena maandamano mengine ambayo yalitangazwa na wanaharakati kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii akiwemo Mwangi Kimambi wanaharakati kama Maria Sarungi pamoja na wadau mbalimbali wa demokrasia ulimwenguni wali kote walitangaza kwamba Disemba tisa itakuwa ni siku ya maandamano yasiyo na kikomo, maandamano ya amani katika taifa la Tanzania. Zaidi ya majuma matatu sasa, kumekuwepo na taarifa kwamba maandamano yatafanyika siku ya leo, lakini ninavyozungumza na wewe eh, hadi sasa eh, vyombo vya ulinzi na usalama katika majiji makubwa vimeimarishwa kwa kiasi kikubwa, eh, na jeshi la polisi limehakikisha kwamba hakuna maandamano yatakayofanyika katika maeneo hayo, kufuatia matamko kadhaa yaliyotolewa na viongozi wa ndani wa nchi, akiwemo waziri wa mambo ya ndani Mheshimiwa George Simba Chawena ambaye kwa mjibu wa kauli zake alisema kwamba maandamano hayo siyo halali kwa sababu na maandamano hayo yana viashiria vya vya uvunjifu wa amani kwa mjibu wa kauli ya Simba Chawena. Lakini pia viongozi mbalimbali wa jeshi la polisi wameshaweka wazi e, dhana ya maandamano hayo huku akisema kwamba sio maandamano halali kwa sababu ni maandamano ambayo yamepanga kwa ajili ya kufanya mambo ambayo ni kinyume na kila ambacho wamekuwa wakikisema wakiita maandamano ya amani, lakini maandamano hayo kwa mujibu wa jeshi la polisi walisema kwamba ni maandamano ambayo yamebeba taswira nyingine na sio maandamano halali. Wakati huu kama ambavyo nimekutaarifu, vyombo vya ulinzi na usalama vimeendelea kuketi katika maeneo ambayo yalitangazwa awali kama ni sehemu ya makutano ya maandamano hayo. Lakini moja wa kiuliza kupitia katika, kupitia katika ya jambo kubwa ambalo bado watu wamekuwa ukiuliza kupitia katika vyanzo mbalimbali vya mitandao ya kijamii wanasema, je e, zoezi hili litakuwa ni endelevu kufuatia sasa vikosi vya jeshi la polisi kuendelea kuzingira baadhi ya maeneo na kuweka zuio la watu kutoingia katikati ya miji e, kama jijini Dar es Salaam, jeshi la polisi linadaiwa kublock baadhi ya njia ambazo zinaenda uh, moja kwa moja katika e, katikati ya jiji inazungumzia Posta, Kariakoo pamoja na maeneo mengine ambayo yapo katikati ya jiji. Je, wanahojije? E, hii itakuwa ni taswira endelevu kwa sababu sasa ni kama waandamanaji wanajaribu kutengeneza e, taswira kwamba pindi wanapokuwa wanatangaza maandamano basi jeshi la polisi linakuwa linazuia, lakini pia na baadhi ya miji mikubwa kama Mwanza, Arusha, Mbeya. E, kwa mujibu wa taarifa pia zilizopo ni kwamba vikosi vya ulinzi na usalama vimeendelea kuimarishwa, lakini asubuhi hii a, kuna taarifa ambayo pia tumepewa hapa kwamba e, moja kati ya jambo kubwa a, kuna taarifa ambayo pia tumepewa kama ambavyo anashuhudia katika picha hii hapa, baadhi ya waandamanaji e, walijitokeza kwa uchache sana kwenye baadhi ya maeneo ambayo hakuna e, jeshi la polisi ameshika mabango, kama ambavyo unasoma e, katika bango hili hapa, kuna ujumbe ambao umeelekezwa moja kwa moja, ikiwa ni siku ya leo Disemba 9 siku ya uhuru. Wakati huo pia kuna taarifa ambazo zimefika mezani E, jeshi la polisi limewataka wananchi kupuuza picha mjongeo zinazosambaa kwenye vyombo vya habari zenye kichwa cha habari, Wamasai waanza maandamano kudai haki zao Arusha. Na kwa mjibu wa taarifa hizo zinasema kwamba jeshi la polisi wameafanua kwa hizo zilikuwa ni sherehe za kimila za kabila la Wamasai za jando zilizofanyika Juni 2025 ambapo vijana hufundwa na kujengiwa maadri.